Okay, mambo vipi, mtazamaji wa Monica TV mahali popote ulipo? Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, ni tangazaji wenu tena na mkurugenzi wa Monica TV, Monica Mulenda wa Yesu. Ah, nimekuja tu kuwafahamisha kwa ajili ya vipindi vyetu ambavyo vinaendelea hapa katika TV yetu ya Monica TV, TikTok, Facebook pamoja na YouTube na kesho tena tuna mafunzo mengine ambayo inaendelea hapo TikTok shaki Jedi Mardi, na mtumishi wa Mungu Kigusile Mulenda wa Yesu kutoka Nairobi, Kenya ambaye anaenda na kipindi chake cha hakuna jipya chini ya jua Kwayo. Kwa hiyo mnakaribishwa nyote kwa ajili ya vipindi vyetu hivyo kwa siku ya kesho. Pia niwakaribishe kila siku ya ya ya tatu ambayo ni Mercredi na Vendredi kuna vipindi ambavyo vinaruka hapo na mtumishi wa Mungu Pastor Cyprien ambaye anapatikana hapa kwetu Canada Quebec centa cente, ambaye Mungu amempa neema na yeye na kutumika na Monica TV, ana vipindi vyake siku tatu hapa ambako tunaenda TikTok live Monica TV, hapo ni Injili kwenda mbele tu kila siku, nawaambia hapa ni Injili tu na habari nyingine njema kabisa ambayo Monica TV amewaletea siku ya leo. Nimepata kibali tena kupata, Mungu amenipa neema ya kupata mtumishi mwingine wa Mungu kutoka Tanzania. Naamini nitakuja kuwajuza kuwa, kuwa vizuri. Programu yetu tunaanza Samdi eh, Jumamosi, yeye Mungu amempa neema ya kutumika na Monica TV katika upande wa mahombi. Kwa hiyo yeye kwake ni mahombi tu. ha wewe unataka kufunguliwa, walio na mahitaji ambao nataka muone Mungu kwa, kwa viwango vikubwa, ambao nataka Mungu akufungue eh, Mungu amempa neema na kibali cha ufunguzi kwa, kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Bana anayetenda kazi ndani ya watumishi wake ni Mungu, Mungu uyo uyo yu, na ndiye Mungu huyo huyo anayemtumia. Kwa hiyo nakukaribisha tena Jumamosi, na kabla hatujafika Jumamosi nitakuja kukujuza kwa kukukumbusha, lakini yeye kazi yetu tutafanya ni Facebook live na mtumishi wa Mungu kutoka hapo Tanzania. Ehe, unaona Mungu anavyoleta neema kwa kazi yake. Ukifanya kazi kwa uaminifu, na Mungu pia anakutumia kwa uaminifu. Nashukuru Mungu kwa hii kazi ameweka ndani yangu, nazidi kumwona kila siku, nazidi kuona kazi yake, nazidi kuona watu wake, anawaleta juu ya watu wake. Hivyo sifa na utukufu zimurudilie Mungu, mimi sina chochote na si kwa uweza wangu, ni yeye aliyeniita na aliyenipa neema na kibali ya kuendelea na platformu hizi ili nimtumikie. Wa watu wote mataifa wapate kumpokea yeye na kumjua kwamba yeye ndiyo njia ya kweli na haki na ule uzima wa milele. Na pia tuna mtumishi mwingine yuko hapa Kanada, na yeye atapata neema ya kutumika na Monica TV kwenye Facebook. Kwa hiyo wote hao nitakuja niwaletee program, ntaiandika, naletea. Siku kadhaa ni mtumishi fulani kwenye kipindi fulani, siku kadhaa ni mtumishi fulani kutoka sehemu fulani, kipindi fulani, sehemu fulani. Kwa hiyo ratiba yote nitawaletea lakini kwanza karibu kwa, kwa siku ya kesho, siku ya kesho kwanza karibu kwa siku ya kesho kwa ajili ya ya hakuna jipya chini ya jua, kinapelekwa na mtumishi wa Mungu Kigusile, Pasta mu Kigusile Mulenda wa Yesu. Karibuni na Mungu atawabariki sana. Mafunzo ni mazuri sana, mnachua nafasi ya, ya ya kushukuru. Hivyo nawakaribisha na Mungu awabariki, muwe na jioni njema, walio jioni walio kazini, kazi njema, na walio usiku, usiku mwema, na Mungu awabariki, tunawapenda.